Engeleko msafara wa Jipange na Viusasa umeingia siku ya katika kaunti ya Meru. Wakazi wamejitokeza kwa wingi kukutana na watangazaji wao wanaowapenda katika vituo vya redio vinavyomilikiwa na kampuni ya Royal Media. Mashabiki wa Viusasa wana nafasi ya kushinda zawadi za pesa taslimu hadi shilingi elfu hamsini kila siku na zawadi kuu ya shilingi milioni mbili kwa kujiunga uh, kwa shilingi hamsini pekee ili kufurahia vipindi kwenye kiunzi cha Viusasa unaungana na uh, Aya anasikia ndio watatupasha mengi kuhusu <laughs> masuala haya ya Viusasa Mokaya. <laughs> Asante sana babu, asante sana. Thank you. Tuko Kangeta saizi. And as you can see, the weather is something else, ladies and gentlemen. We are having a good time. The Viusasa caravan has traversed very successfully across Meru tuko na goodies huku, watu wanatuonyesha mapenzi, tunafurahia and the energy is amazing, lakini ndio watu wanaendelea kujipanga kwa sababu that is what is most important right now. Sawa sawa, tumepea na airtime, tumepea na merchandise, na most importantly of all, tume interact na fans wetu kwa barabara. It is something we are loving. Tuko na bosi hapa hivi nataka kukaribisha, atueleze more e, e, e, sawa. Si? Karibu. <laughs> <Nisaawa. laughs> Um, so tuko Meri Lemokaya amesema na leo tuko sasa, sasa hivi tuko Kangeni tunaenda Lare kisha tuende Mutuati kesho pia tutakuwa bado maeneo haya ya Meru tutaenda Nkubu Kianjai Roiri Isiolo tumalizie Timau kisha Jumapili tunaenda Embu kupeleka check. Kuna wina wa leo ametoka Embu anaitwa Nefat Moshiri ameshinda shilingi elfu hamsini 50,000. So Friday, Sunday tunaenda kumpelekea hii check na hii karavani yetu na mkiangalia hapo nyuma yetu mnaona ya kwamba tumekuja tukiwa wengi, tunafurahia na tunafurahia kupatana na our our loyal loyal subscribers subscribers. And to award all our loyal subscribers. This has been an amazing amazing journey. And Mokaya, what do you say? Thank you very much for being with nakaya. Sasa babu tunarudi kwako studio. Sana. <laughs> Nawashukuru na, na bila shaka, huo ni msafara uh, jipange na Viusasa ukiwa katika eneo la Meru, kwingineko